Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ninawasalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Daudi Bushukubili, ni mtumishi wa Mungu. Napenda kukukaribisha kwenye kipindi cha maombi na maombezi na ushauri kitakachoanza tarehe 23, Jumapili. Tutakuwa na maombi ya kuombea nyota, kibali na milango. Kwa nini tumehusisha nyota? Nyota ni kitu cha kiroho ambacho hakionekani wa mtu wa Mungu na mara nyingi hicho kitu kimebeba baraka na hivyo tumehusisha kibali. Kibali chenyewe mtu wa Mungu, ni muhimu kuombea. Kuna wakati unatamani ufike mahali fulani, lakini unakosa kibali. Maana hiyo kibali chako kipo, lakini kinahitaji nguvu ya maombi, na tumehusisha malango Ukisoma kitabu cha Isaya sitini kumi na moja anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kwa nini malango? Kumbe anaweza akafungwa. Lango linaweza likawa ni kazi, inaweza ikawa ni ndoa, inaweza ikawa ni biashara, inaweza ikawa ni kitu ambacho kipo mbele yako ambacho kinakupa wewe faida, lakini kinaweza kikafungwa ili kistoi faida kwako, mtu wa Mungu. Maana hiyo sasa, ni muhimu kuweza kuambatanisha nyota na kibali, lakini na mlango, mtu wa Mungu. Mlango wa kazi kwa umefungwa, unaweza kwa una apply kazi usipate kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mlango umefungwa, sawa? So, kwa hiyo sasa ni muhimu mtu wa Mungu kuweza kuweka sawa Maombi ya kuombea nyota, kibali na milango, tarehe ishirini na tatu Jumapili, mwezi huu wa tatu ndipo tunaanza rasmi. Tutakuwa na wiki tatu za maombi, kwa hiyo naomba nikukaribishe mtu wa Mungu, usikose kipindi hata kimoja, kwa sababu maombi yatakuwa ni mazuri sana. Ni maombi ambayo yanamhusu kila mmoja, lakini pia nakukaribisha kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo itakupa chakula kizuri cha mafundisho ukifuatilia channel ya mwalimu Daudi Bushububili utapata mafundisho marefu, mafundisho kwa upana zaidi. Karibu sana mtu wa Mungu na kukaribisha sana ukumbi wetu upo Lango Foundation. Kwa watu ambao uko mbali, kuna linki ambayo utakuwa una joini, na maana maombi utayapata kupitia hiyo linki, Lango Foundation. Kwa watu ambao wapo karibu na hapa Dodoma, ndio itakuwa rahisi kuweza kushiriki maombi, ila kwa wale ambao wako mbali, tunatumia njia ya mtandao. Kwa hiyo tunatumia YouTube lakini pia tunatumia WhatsApp call. Kwa hiyo kuna linki hapo, mtu wa Mungu, ukishaigusa tu hiyo linki itakupa maelezo yote, maelekezo yote utayapata. Shalom sana mtu wa Mungu, ubarikiwe na Mungu. Shalom.